Sa kuwafikisha kwenye ubatizo. Bwana asifiwe sana. Lazima wabatizwe na mpako mafuta wa Mungu. Yupo, atawabatiza kwa jina la Yesu Kristo. Aleluya, ubatizo wa Pentekoste. Maana ya ubatizo: ubatizo ni kitendo cha kuzamisha ndani. Ubatizo ni kitendo cha kuzamisha ndani. Kwa mfano, huwa tunaona ule ubatizo ambao tumebatizwa wengi wetu, hata hapa tulizamishwa ndani ya maji tukatolewa. Kile kitendo ndiyo ubatizo. Ubatizo lazima ifike mahali uzamishwe, na leo watu wanaenda kuzamishwa ndani ya Roho Mtakatifu. Bwana sifiwe! Leo watu watazamishwa kwa. Jiandae kuzama ndani ya Roho Mtakatifu, jiandae kupokea ubatizo wa Roho Mtakatifu. Na nataka nizungumze kwa kifupi sana. Tuwe na muda mwingi wa kubatizwa kuzamishwa ndani ya roho Mtakatifu, kubatizwa kwa roho Mtakatifu. Kwa maana nyingine unaweza kusema ni kuzaliwa kwa Roho. Kuna kuzaliwa kwa mwili, wote tunafahamu tumezaliwa na mama zetu, lakini kubatizwa kwa maana nyingine ni kuzaliwa kwa roho. Muhimu kuelewa hiyo. Tuone Yohana, injili ya Yohana zaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia kwenye ufalme wa Mungu. Usipozaliwa kwa roho, maana yake usipobatizwa kwa Roho Mtakatifu, kuna uwezekano usiingie. Tena sio uwezekano, hautaingia katika ufalme. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo iko haja kubatizwa kwa Roho Mtakatifu. Mtu asipobatiza kwa maji kwa maji yote tunafahamu, alafu akaongezea na kwa roho. Anasemaje pale? Mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho, anasema haya Yesu Ufalme wa Mungu. Hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Hawezi. Hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu kama hujazaliwa kwa roho. Maana yake kama hujabatizwa kwa Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Amina. Kuzamishwa katika Roho Mtakatifu na anayekuzamisha ni Yesu mwenyewe. Ni Yesu mwenyewe ndiye anayekubatiza. Huu ubatizo wa maji ambao sehemu nyingine tulisoma wanautambua kama ubatizo wa Yohana, tunafahamu, mchungaji anaanza kukupeleka kwenye maji mengi, akakuzamisha, akakubatiza lakini huu ubatizo wa Roho kuzaliwa katika Roho Yesu mwenyewe ndiye anahusika nao. Bwana asifiwe. Tulisoma nyuma, tulijifunza tukaona, alienda akapokea ile ahadi ya Baba na yeye mwenyewe ndiye akafanyaje? Akaiachilia, akaimimina, na kabla hajaondoka alisema, nitawapelekea ahadi ya Baba. Yeye ndiye anayebatiza Bwana asifiwe sana. Tuangalie maandiko machache Mathayo tatu kumi na nane alafu mwingine afungue Luka tatu kumi na sita alafu mwingine afungue Matendo moja tano kajipanga hivyo ili tukisoma twende haraka sana. Matayo, Bwana asifiwe sana. Matayo 3 18 haipo soma. Luka 3:16. Wakati naangalia hapa kwenye Matayo, neno la Mungu linasema Yohana hmm, alijibu akawaambia wote, kweli mimi nawabatiza kwa maji lakini yuaja mtu mwenye nguvu kuliko mimi ambaye mimi sistahili kuilegeza kidamu ya viatu vyake yeye atawabatiza kwa roho mtakatifu na kwa moto sema soma tena so, tarudia Yohana mm. akajibu Yohana alijibu akawaambia wote kweli mimi nawabatiza kwa maji lakini yuaja mtu mwenye nguvu kuliko mimi ambaye mimi sistahili kuilegeza gidamu ya viatu vyake, yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Yuaja nyuma yangu ambaye hata mimi sistahili kulegeza gidamu ya viatu vyake yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Ubatizo wa Roho Mtakatifu anahusika nao Yesu mwenyewe, Yesu mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Tuangalie na Marko moja na Awabatiza kwa nini? Roho Mtakatifu. Nataka nikuonyeshe anayebatiza ubatizo wa Roho Mtakatifu ni Yesu mwenyewe. Bwana asifiwe sana, soma tena Yohana 1:33. Yohana 1:33. Neno la Mungu linasema: wala mimi sikumjua lakini yeye aliyenipeleka kubatiza kwa maji huyo aliniambia, yeye ambaye utamwona Roho akishuka na kukaa juu yake huyo ndiye abatizaye kwa Roho Mtakatifu. Yohana anasema yeye hakumjua huyu, atakaye kuja kubatiza kwa Roho alikuwa hamjui, lakini Roho alimwambia Roho no, anashuka juu yake, huyo ndiye atakayewabatiza watu. Kwa nini? Kwa Roho Mtakatifu. Haleluya. Alikuwa amjui, lakini alikuwa na information, alishapaswa habari kwamba yule utakayemwona alibatiza watu wengi wengi wengi. Yohana Mbatizaji alikuwa na injili ya moto inayochoma mioyo, ukimsikiliza Lazima utubu. Kwa hiyo watu wengi walimsikiliza wakabatizwa. Kwa hiyo walikuja watu wengi sana waliobatizwa, na ubatizo huo wa Yohana unafahamika na mpaka leo kama wa Pentecoste. Lazima tupite kwenye ubatizo wa Yohana ambao ni ubatizo wa maji mengi. Wengine wamebunibuni batizo zao za maji ya fulani fulani, lakini sisi tunabatizwa ubatizo wa Yohana wakuzamishwa kwenye maji. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Roho alikuwa amemfunulia. Walikuja watu wengi, walikuja watu wengi, akaja na Yesu, ikafika zamu yake akabatizwa. Alipobatizwa, ile ishara ambayo Roho alipewa akaona anashuka, akamnena habari zake, huyu ndiye atakaye wabatiza kwa Roho Mtakatifu. Haleluya, asante Yesu ndiye anayebatiza, tusome na Matendo moja tano. Ndio Yohana alibatiza kwa maji, lakini nyinyi mtabatizwa kwa Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Wanaspiwe, na wewe utabatizwa kwa Roho Mtakatifu baada ya hizi dakika lazima ubatizwe kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Ukibatizwa ishara hizi zinatokea kwa. Ukibatizwa ishara hizi zinatokea kwake. Hebu tuangalie Marko 16, 17. Neno la Mungu linasema na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha. Hapo hapo watasema kwa lugha mpya. Ishara hizi zitafuatana na wale waaminio. Kwanza watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, maana yake watanena kwa lugha kama ilivyozoeleka kwa urahisi, watanena pa. Kwa kwa hiyo uweze ukatoa pepo, ukiona pepo Angalia viwango vyako, bwana asifiwe. Angalia viwango vyako, kama unamwamini Yesu, pepo lazima umtoe kwa jina la Yesu. Umtoe pepo, alafu kitu kingine tuone, ukinena lugha mpya, lugha mpya, nayo nayo, lugha mpya kama una utabatizwa na utapewa lugha mpya. Bwana asifiwe sana Haenda kwa haraka kidogo leo kwa sababu watu wanatakiwa wabatizwe kwa jina la Yesu Kristo kwenye andiko letu pale matendo mbili. Tendo ya mitume sura ya pili, mstari mstari wa nne, nne. Tendo, pa. Neno la Mungu linasema hmm, wote wakajazwa Roho Mtakatifu wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama. Soma, soma, andiko hmm. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Wote wote na sisi leo wote tutajazwa kwa jina la Yesu. Ubatizo wa Roho Mtakatifu ni ujazo wa Roho Mtakatifu, maana tunazamishwa. Hallelujah. Kaanza kusema kwa lugha nyingine. Tarajia kusema kwa lugha nyingine. Kama unayo basi, tuione inaongezeka. Lugha inaongezeka. Lugha inaongezeka. Mimi mwalimu wa lugha naelewa, inaongezeka. Huwezi kila siku kukaa na neno moja, msamiati unaongezeka, si dogo. Lugha inakua, kwa kama una nani, unaongezeka. Lugha yako iongezeke, ukiwa na neno moja mbili tatu, uwe na maneno mengi katika lugha ambayo Roho Mtakatifu atakupatia leo kwa jina la Yesu. Pokea hey. Kaanza kusema Ishara ambazo tunaziona kwa mtu aliyebatizwa na Roho Mtakatifu. Bwana sifiwe sana. Batizo wa Roho Mtakatifu maana yake ni kumvaa Kristo. Andika. Batizo wa Roho Mtakatifu maana yake ni kumvaa maana yake ni kumchukua Kristo kama alivyo Galatia 3:27. Alafu mwingine andae Rumi 8:9, ndio nakimbia kidogo. Wagalatia 3:27 neno la Mungu linasema, maana ninyi nyote mliobatizwa katika Kristo maana maa ninyi mliobatizwa katika Kristo mmemvaa Kristo Warumi nane tisa, Warumi nane tisa, neno la Mungu linasema. Lakini ikiwa roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ikiwa roho wa Mungu anakaa ndani yenu ninyi hamu hamufuati mwili. Ninyi hamufuati mwili bali mwaifuata roho, bali mwaifuata roho. Mtu yoyote asipokuwa na roho wa Kristo, huyo sio wake. Ndio maana kule mwanzoni akasema kama hujazaliwa kwa roho, hautaingia kwenye ufalme kwa sababu wewe unakuwa sio wake. Ubatizo wa Roho Mtakatifu ni kumvaa Kristo, kuwa wa Kristo, kuwa wa Kristo. Kristo ni mafuta na sisi ni Wakristo, lazima tupakwe mafuta kwa jina la Yesu, kumvaa Kristo. Haleluya! kwa katika ishara hizo, ukibatizwa ishara zitaonekana, utanena kwa lugha mpya, utatoa pepo. Yani kwa maana nyingine, ufalme wa giza hautakusumbua kutii kwa jina la Yesu, kiwa na Roho Mtakatifu. Kwa nini unene kwa lugha? Naenda kwa haraka. Kwa nini unene kwa lugha? Kwa nini unene kwa lugha? Moja, kuthibitisha Roho Mtakatifu yuko ndani. unaponena kwa lugha ni uthibitisho kwamba Roho Mtakatifu yuko ndani yako, kwa maana nyingine umebatizwa, ubatizo ume wa Roho. Unatutia mashaka kama hauneni kwa lugha, tunashindwa kukuelewa. Umebatizwa Roho Mtakatifu, kwa nini hauneni? Tumeona wote waliojazwa Roho Mtakatifu walinena kwa lugha, wote wale walio kwenye chumba cha juu gorofani pale, ukawashukia kama uvumi, kama ndimi za moto, wakanena kwa kadri namna alivyowajalia kutamka, kwa namna alivyowajalia kutamka. Wanatamka tofauti tofauti. Haleluya, haleluya kwao. Tunanena kwa lugha kuthibitisha Roho yuko ndani yetu sababu Yesu alisema ishara hizi zitafuatana nao, watatoa pepo, watanena watasema kwa lugha mpya. Jambo la pili ambalo nataka nikueleze kwa nini tunanena kwa lugha, kunena siri za roho, kunena siri, siri kunena na Mungu siri za roho, andika hivyo, kunena na Mungu siri za roho yako kunena na Mungu siri za roho yako, huwezi kanena na Mungu kwa maneno haya ya Kiswahili. Kiswahili, lazima uende katika kunena kwa lugha. Ngoje nikupe andiko, soma soma Wakorinto wa kwanza 14:2 Wakorinto wa kwanza, sema na Mungu, sura ya 14 mstari wa pili, ndio linasema hmm. Maana yeye anenaye kwa lugha yeah. Hasemi na watu ndio yeah. Bali husema na Mungu, maana hakuna asikiaye, lakini anena mambo ya siri katika roho yake. Anena mambo ya siri katika roho yake. Anena mambo ya siri uelewe mstari vizuri. Anasema maana yeye anenaye kwa lugha asemi na watu, kwa hiyo kwa lugha tunajua moja kwa moja umejiconnect na Mungu, haleluya. Au sema na watu tena, unakuwa umeshajiconnect na Mungu kwenye line moja kwa moja, imepokelewa. migu sema na watu, anasemaje? bado sema na Mungu, na hakuna asikiaye. Hakuna, hakuna asikiaye. Hata tukikusikia tunasikia, lakini hatuelewi ulimwengu wa roho hakuna anasikia ni Mungu tu Mungu tu wanasikia haleluya. Lazima ubatizwe kwa roho Mtakatifu. Kuna faida, unaongea na Mungu direct direct, afu hakuna anaweza akaingilia hata akasikiliza akahaki yale mawasiliano akajua mawili matatu, lakini ukiomba kwa kiswahili tunajua kabisa. Sasa hivi unaombea mchumba, tunajua, tunanyamaza tunajua sisi, unaombea uchumi, kwa hiyo umebanana mahali fulani, tunaelewa, tunanyamaza. Lakini ukiongea na Mungu unajiconnect direct, hatuelewi kama ni uchumi, na wewe mwenyewe tunakuwa uelewi. Roho anakusaidia kwa jina la Yesu. Hallelujah. Huu mstari nilimpenda, anena mambo yake katika siri, katika ma lakini anena mambo ya siri mambo ya siri kabisa katika roho yake. Bwana asifiwe sana. We upendi kunena mambo ya siri, kwa hiyo ujazo leo upewe lugha mpya, upewe lugha mpya kwa jina la Yesu.